Sasa nimeambia robo ya tatu yaani ufika 30, 31. Yani e, mapato Mheshimiwa e, mwenyekiti mapato ya ndani kwenye all source, makusanya ya all source, ya ya bilioni nne e, na hongereni sana sana, sana, sana. yasiyolindwa yale mapato yanayolindwa ya yale yanayolindwa yale ya, ukijumuisha kiasi gani jumla? Lakini ukijumuisha jumla na mapato ambayo yanalindwa jumla, bilioni tatu milioni 334 na milioni 7 eh, na laki saba na sabini na tano na mia tano na tatu. Kwa hiyo katika jumla hii sasa yote, mpaka robo ya tatu tuna asilimia tisini na nne. Maana tumekusanya bilioni 4 na milioni mia mbili hamsini na saba na laki mbili na mbili na mia saba sitini na tano, piga makofi! Nini maana yake? Haya ni makusanyo makubwa sana, kwa sababu tuna robo moja ambayo bado kuna stakabadhi galani, na nitenukia hapo, huenda piga mpaka mia tatu mia nne mia tano, piga makofi, stakabadhi galani Halmashauri ya Malinyi mnaenda kuvuka lengo kwa mapato ya ndani na, na tunakopa tuna kopa sana, kazi kubwa mnayofanya. Hongereni sana tuendelee, na mama Agnes, kule tulipa zawadi huko, hongereni, kapige kazi zaidi. Mimi wapongeze sana, mengine yanakuja sasa, matumizi yake mdundo mwingine, lakini kimsingi Halmashauri endeleeni kuwa wabunifu kwa vyanzo vingine vya mapato.